show ambazo zilimeke headline zaidi ni show ya Zuchu, uh, show ya Alikiba, show ya Rayvanny na Harmonize. Na moja kati ya vitu ambavyo vimefanya show ya Harmonize kuzungumziwa zaidi leo mitandaoni ni kitendo cha Harmonize kumtaja Kajala on stage wakati anaimba moja kati ya ngoma ambazo tunafahamu kwamba alizitoa kipindi ambacho alikuwa yuko katika mahaba mazito na mrembo Kajala. So Harmonize bwana on stage amemtaja Kajala kwa mara nyingine tena na ni kitu ambacho kiukweli kimewafurahisha watu wengi kwa sababu tunaelewa kabisa kwamba Kapo ya Harmonize na Kajala ni moja kati ya kapo ambazo e, watu wengi sana wamekuwa wakizipenda kwa muda mrefu. So baada ya Harmonize kumtaja Kajala, watu walishangilia sana, na ni moja kati ya vitu ambavyo vimeke headline huko mtandaoni na kila mtu amekuwa akizungumza kuhusiana na hicho kitu ambacho Konde amekifanya. Sasa basi kupitia page mbalimbali e, ni kwamba tulimsikia e, Harmonize akitaja wazi kabisa kwamba e, kilicho kilicho hata kama kikitokea nini, yeye na Kajala leo wanagombana kesho wanapatana na hiki ni kitu ambacho tumeona hata katika interviews ambazo nimetoa nimetoa highlights zake jana, ambapo kuna interview ambazo Harmonize amezifanya, alikuwa ameomba tena radhi kwa mara nyingine kwa Kajala kwa yote ambayo alikuwa ametokea kati yao. Which means kwamba tunajua kabisa kwamba series ya Harmonize ikishaanza ya kuanza kuomba radhi, kuomba msamaha, kumwomba msamaha Kajala, mwisho wa siku ni lazima atakuja kurudiana naye. Sasa baada ya kumwomba msamaha kwenye interview ambazo tumezungumzia jana leo, eh, tulizozungumzia jana of course, eh, jioni yake ni kwamba ameenda kufanya show pale Tanganyika Packers Kawe na akamwimba tena Kajala. So kuna possibility kubwa sana hata kwenye comment section nimepitia nimeona watu wengi sana wakiwa wanadai kwamba kuna uwezekano mkubwa sana. Hmm. Konde akataka kurudiana tena na Kajala kwa mara nyingine. So hebu msikilize hapa alivomtaja. Yeah, so hicho ndo kitu ambacho kimetokea bwana kwenye show ya Harmonize ameweka wazi kwamba yeye na Kajala wakigombana, kesho ndo wapata nao. Na hapa kuna kuna hii page hapa imeripoti kwamba bwana Harmonize amemtaja Kajala kwenye show yake usiku wa jana, ila Harmonize kweli amekuwa king'anga sana. Watu sasa hivi wanamuita wanamwita hivyo Harmonize, wa kutokana na kwamba ameshaachana na Kajala wakarudiana, akawaachana tena, and then this time around anaonekana kama vile anataka tena kurudisha majeshi, warudiane na Kajala. Na ukimtazama Kajala mwenyewe bado yuko very stunning, yani utadhania umri wake unarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Watu wengi sana wanasema kwamba umri wa, umri wa Kajala ni mkubwa sana, lakini ukimwangalia Kajala mwenyewe bwana, eh bado ni lijitu, unaelewa ninachosema. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini sasa hapa ni kwamba kuna page mbalimbali kama nilivyokuambia, zimeripoti kuhusiana na tukio hilo la Harmonize kumtaja Kajala tena kwa mara nyingine on stage. Kuna page hapo ameandika kwamba bwana, mimi na Kajala tukigombana kesho ndo hupata nao. Huo ni mstari aliuongeza Harmonize wakati anatumbuiza wimbo wake wa furaha katika jukwaa la Samia Serengeti Festival siku ya jana Tanganyika Peaks. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, mambo ni moto kwelikweli. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tukao tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Unadhani kwamba Harmonize anataka kurudi na tena na Kajala?